Agizo hili limetolewa na Waziri wa Nchi, ofisi ya Rais, uh, maendeleo ya vijana Joel Nanauka akiwa katika ziara yake mkoani Songwe, ambapo ametembelea vijana wa makundi mbalimbali mbali katika halmashauri tatu za uh, uh, mkoa wa Songwe, na moja kati ya changamoto ambazo zimejitokeza katika kila kundi la kijana ambalo ameweza kulitembelea, uh, ni kuhusiana na changamoto ya ukosefu wa ajira sambamba na changamoto ya utolewaji wa mikopo ya asilimia kumi. Tunawezaje kama taifa kuwatengenezea ajira vijana ambao sahizi kila mtu asamii, nimesoma nimesoma. Leo mahindi yanauzwa elfu nane. Ndugu mheshimiwa waziri, huyu kijana mwenye degree alienda shambani mwaka jana, amechukua mkopo benki, atalipa iwapo tapata jibu sahihi la matumizi ya mahindi mkoa wa Songwe kwa ujumla, Hakuna mtu atakaye sita kulima au atakaye lima hapa ataahirisha mwaka mwingine, hatalima. Hebu tujiulize Watanzania, vijana wanakosa ajira kwa sababu hatutengenezi mifumo ya kutengeneza ajira. Ma vijana ni wengi wanaomaliza wanaohitimu shule mpaka vyuo, lakini changamoto kubwa ni mitaji. Kwa hiyo tunaomba wale watakaokabidhiwa ili waje wasimamie hilo zoezi kwa ajili ya vijana wetu mkoa wa Songwe na wilaya ya Songwe basi wakalenge sana vijana nchi yetu tunajua tuna changamoto ya ajira na imezungumzwa hili ni agizo ambalo nalitoa kwa halmashauri zote tujitahidi kuwatambua vijana wetu wanaofanya shughuli mbalimbali tuangalie wanafanya nini tuangalie elimu zao tuangalie vikwazo vyao Tuangali yoyote yule hata kama hajaenda shule. Serikali ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inataka kijana yoyote yule ambaye ana ndoto katika nchi hii ndoto yake iweze kutimilika. Vijana wanatafuta fursa, fursa inapopatikana wanataka kuwezeshwa ili waitumie ile fursa. Kama jambo aliwezekani mtendaji, usimzungushe kijana, mwambie ili aliwezekani ili ajue atatafuta namna gani. Pamoja na hayo, Nanauka amewaahidi vijana kwamba changamoto zote ambazo wameziwasilisha kwake basi ataziwasilisha kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassani, kwa lengo la utekelezaji. Uh, Joyce Lyanda FM.